No, shukran Shitera. Kwingineko, serikali imeanzisha mpango wa kukabiliana na mbegu ghushi nchini kwa kuhakikisha inazalisha mbegu za kutosha. Hatua hiyo inalenga kuwaepushia hasara wakulima ambao mara nyingi huangukia katika mtego wa matapeli wanaotumia uhaba wa mbegu kuwauzia bidhaa zisizo halali. Colin Shitabai na taarifa hii. Mwaka huu wakulima wanasema ni mwaka wao neema kutokana na mavuno tele mashambani. Serikali nayo inasema mafanikio hayo ni matokeo ya vita vikali dhidi ya mbegu bandia na juhudi za kuhakikisha kila mkulima anapata mbegu halisi na bora kwa wakati ufaao. Haichakuwa imefunja rekodi e, miaka karibu tatu, hii ni ya nne imefunja rekodi saidi utafiti mpya ambao tulifanya kama Kenya Seed Company, na tumepata mbegu ambazo zinaweza kustahimili e, shida hiyo ambayo tulikuwa nayo. Kwa hivyo mashida mbalimbali ambayo tulikuwa nayo tumeweza kupanga vizuri, na tumeweza kupata mbegu ambayo inatosha kwa hiyo miaka miwili na nusu. Kwa sasa hivi katika nchi ya Kenya tuna mbegu ya kutosha nchi yetu, vile tumesema, na tuna mbegu ambayo inapaki kuse, kusaidia, inaweza kusaidia sehemu zingine. Aidha kila mwaka taifa la Kenya huagiza mbegu nyingi kutoka mataifa ya kigeni ili kutosheleza mahitaji ya ndani, lakini aroi, mwaka huu kampuni ya Kenya Seed inatarajia kuzalisha mbegu marudufu ili kupunguza uagizaji huo na kuimarisha uzalishaji wa ndani. Inatokana na ukosefu wa mbegu ya kutosha katika nchi ya Kenya, ukiwa na kualiti mzuri na hauna mbegu ya kutosha, wanabiashara ghushi wanalete mbegu fake seed. Kwa hivyo vile tumepanga mbegu ya kutosha katika nchi yetu ya Kenya na kupanga namna na kukabiliana na wakora hawa, tumeweza kuzuia mbegu, tumeweza kuzuia ukarabati na walifu uh, wa mambo ya mbegu kushi ambayo kulingana na vile uh, uh, sitakuwa imeiva uh, We are likely to get almost 45 million kilos and uh, we are ensuring that quality is maintained. Hata hivyo, changamoto kuu sasa ni mvua kubwa inayoonyesha pamoja na barabara mbovu zinazokwamisha wakulima kufikisha mazao yao sokoni. E, sida, mwaka huu mahindi imefanya vizuri japokuwa e, e, upande wa transportation, pia ni changamoto. Pia mfua ni mingi, hata kama mimi saizi mahindi kwa shamba bado iko e. Kwa hivyo tukileta mahindi hapa, tunapata laini ni kubwa. Kwa upande mwingine, wadau wa kilimo wamepongeza serikali kwa kuchukua hatua za mapema mwaka huu. So naweza kusema kwamba tunawahimiza wakulima wetu waendelee kuhakikisha kwamba mbegu yenye wananunua wanachunguza kuona kwamba iko na hiyo stika ya KEFIS ambayo una scratch na unatuma kwa namba 1393. Ni lazima tufanye utafiti na tupate mbegu ambayo itashikana na environment sehemu zote ambayo tunasema kama vile kuna mbegu ambazo zinakuzwa kule Nyanja, unapanda Nyanza, kuna mbegu inapandwa Mombasa. Wataalamu wa kilimo wanasema kwamba mavuno haya tele inaashiria kufaulu kwa vita dhidi ya mbegu ghushi. Collins Shitabai, Runinga ya Citizen, Kaunti ya Trans Nzoia.